Cassini Grand Final, hii ndiyo safari ya mwisho ya kusisimua zaidi ya chombo cha anga cha uchunguzi kilichopewa jina la Cassini Huygens. Lakini kabla tujitazama safari hii ya mwisho ya Cassini, ngoja nikueleze kwa ni ufupi ili uifahamu misheni hii ya Cassini. Cassini ilikuwa misheni ya utafiti maalum wa anga ambayo ilikuwa ni ushirikiano wa mashirika matatu ya anga yaani NASA kwa upande wa Marekani, ESA kwa maana ya European Space Agency na Italian Space Agency kwa upande wa Italia, na lengo kuu ilikuwa ni kuchunguza sayari Zohali ama Saturn, pamoja na mfumo wake wote, yaani ile pete yake na miezi yake na misheni hii ilihusisha chombo cha anga ambacho kilipewa jina la Cassini, na moja ya sifa yake kuu ilikuwa ndicho chombo cha anga kilichokuwa na teknolojia kubwa sana kwa kipindi kile, lakini kiliambatanishwa na roboti nyingine ambayo ilikuwa maalum kwa ajili ya kutua kwenye ardhi ya moja ya mwezi wa sayari Saturn, na chombo hiki au landa hii iliitwa Huygens. Na landa hii ilifanikiwa kutua kwenye mwezi Titan. Cassini iliondoka duniani rasmi tarehe 15 mwezi wa kumi mwaka 1997, na mwezi wa nne mwaka 1998, chombo hiki kilifika sayari Venus kwa ajili ya gravity assist. Kama ufahamu gravity assist, tutakuja kuzungumzia kwenye video nyingine nitakueleza mpaka namna inavyofanyika. Cha kufanya wewe subscribe channel yetu ya YouTube tunafahamika kama Elli Tek, na follow page yetu ya Facebook tunafahamika kama Elineema Tech. Chombo hiki kilifanya gundu zake na tafiti nyingi, lakini hii siyo stori yetu ya leo. Kama utahitaji gundu zake au misheni yake yote, tufahamishe hapo chini kwenye comment. Basi tuangalie safari yake ya mwisho. Baada ya takribani miaka ishirini ya safari ya chombo hiki kufanya tafiti kwenye sayari Saturn, hatimaye Cassini inaishiwa chaji na haiwezi kutengeneza umeme tena, lakini ili kulinda miezi ya sayari hii ambayo inahisiwa kuwa na uwezo wa kusapoti maisha ya viumbe hai, mainjinia wa NASA hawakutaka kuchafua miezi ya Saturn walitaka ibaki hivyo hivyo kama ilivyoumbwa hapo awali, hivyo iliwabidi kuchukua maamuzi magumu kutumia njia nyingine kumaliza misheni ya Cassini. Baada ya miaka saba ya safari ndefu kutoka duniani, hatimaye Cassini ilimaliza zaidi ya kilometa bilioni moja na milioni mia saba na kufika Saturn mwaka 2004. Cassini ilikuwa na abiria wake mmoja ambaye ni Huygens roboti wa Ulaya, kwa ajili ya kutua kwenye mwezi wa sayari hii unaoitwa Titan. Kwa zaidi ya miaka kumi, Cassini ilituonyesha maajabu mengi ya kushangaza ya sayari hii pamoja na miezi yake ya barafu na miezi mingine ya kutisha ambayo ina mito ya kemikali kali ya methane ambao hutiririka mpaka kwenye bahari kubwa za methane na miezi mingine inaurusha barafu na gesi angani, na miezi hii ina kimiminika cha maji ambayo inahisiwa kusapoti maisha pia. Pia ilituonyesha maajabu ya dubwana kubwa lenye anga yenye dhoruba kali na radikali za kutisha muda wote Saturn. Lakini Cassini sasa ina shughuli moja tu iliyobaki, na safari hii ndio ya mwisho, lakini ilisisimua zaidi, kwani ilikuwa ni mizunguko ishirini na mbili ya mwisho, na utofauti wake ni kuwa mizunguko hii Cassini ilisogea karibu zaidi na sayari Saturn kiasi cha kupita katikati ya anga la sayari na ile pete yake, eneo ambalo hakuna chombo chochote kilichowahi kutengenezwa na mwanadamu kimepita tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Na hapa Kasini ilizidi kuchunguza zaidi asili ya ile pete ya Saturn na ni nini kipo ndani ya wingu zito la Saturn. Kwenye mzunguko wa mwisho kabisa, wanasayansi duniani walishirikiana na Kasini yenyewe kuelekeza antena zote za chombo hiki duniani, ili kupata taarifa zote za mwisho ambazo Kasini ilikuwa ikituma duniani. Haikuwa zoezi dogo, kwa sababu Kasini ilikuwa imeishiwa chaji zaidi na ilikuwa inaingia kwenye anga la Sata huku ikiwa inavutwa kwa spidi kubwa, msuguano na upepo mkali zaidi, wakati antena za chombo hiki zikituma taarifa za mwisho kabisa, mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2017, mishale ya saa 5 dakika 55 na sekunde 39 usiku, hatimaye mawasiliano ya antena ya X-band yalikatika na sekunde saba mbele mawasiliano ya antena ya S-band nayo yalifika kikomo na Kasini ilisambaratika kwenye anga la Saturn na kuwa sehemu ya sayari hiyo. Video hii ina haki miliki za NASA Jet Propulsion Laboratory, na sauti imewekwa na Elitek chaneli ya mtandao wa YouTube. Kwa ushirikiano wa makala kutoka peji ya Facebook ya Elnema Tek. Kupata makala nyingine za sayansi kama hizi, subscribe chaneli yetu na uwe mwanafamilia, ili usipitwe na makala bora kama hizi. Asante kwa kutazama na kwaheri kwa sasa, bye bye.